Ehe, eh, bana niko vizuri, Alhamdulillah. Bwana wewe hatari. Unaja kukuuliza? Tunaweza tukaulizana kwa sababu leo ni Diara Day, tukaongelea au tukaongelea mechi whatever the case. Tuanze na kipi? Tuanze tuanze na jigi Diara. Best goalkeeper kwa kutokea kwenye ulimwengu wetu ah, mimi ah, si nimeshuhudia magoli ah, kipa sasa mimi ndo nakwambia mimi nimeshuhudia magoli kipa yeah. Nimemwona ikakasira ika hapa hapa, Tanzania hapana. Tusivunjane heshima tusio tukagombana bure Diara, sio kufananisha na magolikipa waliwahi kucheza hapa Bongo yote, hapo mm -mm. Tutagombana. Mimi nataka tumwongelee Jigi Diara, golikipa bora kuwai kumuona kwenye macho yetu, kuai kumuona kwenye macho yetu. Modern goalkeeper. Goalkeeper wa kisasa, ndio maana nimekwambia mimi nimemuona Ika Casillas wa Real Madrid, futi yake yake ilikuwa mbovu sana mbovu sana. Nimemuona Victor Valdes wa Barcelona, futi yake yake ilikuwa mbovu sana. Nimemuona Edwin van der Sar, si mnamjua kadaka Manchester United, mguuni alikuwa mbovu sana. Yani, van der Sar alikuwa mtamu. Ambavyo alivyokuwa navyo, Diarra vyote anavyo, sevu sijui kuruka hivi lakini footwork yake kujua kwamba mali hii napiga pale na hapa, anaanzisha mashambulizi goli kipa, mwenye kuanzisha mashambulizi, moja kati ya magoli kipa ambao kidogo naweza nikasema nimewaona. Halafu kidogo anamkaribia jigidi hala Emmanuel Nuya wa Bayern Munich, kidogo kidogo, japo Emmanuel Nuya makosa mengi Onana hapana, ana footwork lakini kwenye sevu Afanani na na Jigidiara. Diara amemzidi Onana kwenye sevu, ame, ame, ame, ame, yani kwenye kuanzisha mashambulizi. Ila Onana footwork yake nzuri. Ila kwenye sevu na nini anazidiwa na Jigidiara. Ndio maana unaona hata zile tuzo za golikipa bora wa Afrika wakati Onana ameingia, aliingia tu kwa sababu anadaka barani Ulaya. Diara kwa sababu anadaka Afrika na anadaka Yanga. Ndio maana unaona kidogo judgments zikawa nyingi. Lakini kwangu naamini hata nyinyi waandishi wa habari na hata wasikilizaji hichi nachokisema ndicho walichokishuhudia kwenye macho yao, sio tu waandishi wa habari, nasema hata mchambuzi wa mpira wa nchi hii yeyote. Nachokisema mimi kama anapingana nacho aniambie, Edwin van der Sar mzidi nini jigidiara? Diarra hatari hajawahi ngoni. Kuna watu hapa Tanzania walikuwa wanasema kwamba Diarra ameshuka makali yake hapa Tanzania. Bwana ah, sisi tuna shida moja, majungu na fitina. Kumbe zilikuwa ni majungu yaani. Yani, sisi majungu na fitina tunapenda sana kukompea kila mtu si tuwahi kusema hapa Mayele ni mshambuliaji bora kwa kutokea, watu wakatubishia, lakini Mayele kafika piramidi saizi watu kidogo wanakubali, kwa sababu za piramidi ya chezi Yanga. Kwa hata Diarra akienda kudakia Manchester United, ndio watu watakubali, kwa sababu Manchester mpaka sasa hivi hawana kipa kama Diarra. Kama utaki basi, United mpaka sasa hivi hawana kipa kama Djigui Diarra. Akienda kudakia Manchester United, pu panga pangua, ndio hapa sasa kila mtu bongo atakubali kwamba kweli wana Yanga walivyokuwa wanasema dialogo ikipabora hmm, ndo watakubali hapo sasa, lakini kwa sasa hivi hawezi kukubali kwa sababu kuna kia Yanga. Kuna, kuna kuna kuna kitu kimoja nilisoma mtandaoni ameandika mchambuzi e, akasema e, Yanga Afrika siku hizi imekuwa na mashabiki kidogo ambao wameelewekeleweka e, zamani ilikuwa mchezaji akifanya vibaya wanamzomea na kumshambulia squeezy... haijawahi kutokea, sio kweli. Mashabiki wa Yanga tangu Yanga imeumbwa ndio mashabiki bora kuwahi kutokea kwenye nchi tangu Yanga imeumbwa kwa wa kwanza hawajawahi kuinaji si che... wa... Yanga yao Yanga tangu wewe umeona, unawaona hawa sasa. Kwani Msuva alikuwa anacheza Yanga alikuwaje? Si watu k nampekea mpaka vilobafa mchele pale uwanjani? Au nyinyi mlikuwa wampo Gen Z? Au hao wachambuzi wanaosema hivyo nao Gen Z hawakuwepo kwa timu ambayo ilikuwa na tabia ya kushambulia wachezaji wakifanya vibaya, ni madunduka tangu maisha yao yote, maisha yao yote. Simba ndio wamezoea kushambulia wachezaji wao, so sisi, sisi hatujaumbwa hivyo. Yanga tangu Yanga Yanga. Kuna mwaka elfu moja mia sabina... tisa thelathini na tano, Yanga wanalinga na wachezaji wao, wanalinga na wachezaji Mkapa, kama sikosei, waliondoka wakaenda kuanzisha ile timu inaitwa Pan Africa. Achana na wale waliokimbia miaka mm. na... Mb... ya wale kwetu, thelathini na sita wakaenda kuanzisha madunduka. Wale sio tokea kwetu kabla ya hapo sasa Baada ya hapo miaka ya mbele, wakati wanatoka watu wengine kwenda kuanzisha Pani Afrika, Yanga wakatoa wachezaji chini wakapandisha juu, wakaruka nao na kuwashangilia na kuunga mkono mpaka wakawa machampioni. Wewe unalijua hilo, wakawa machampioni Afrika. Afrika, Yanga Afrika. Hatujawahi kunajisi wachezaji wetu. Kwa hiyo sisi wachezaji wetu tutawasifu na tutawanadi siku zote, atacheza vibaya atakavyocheza vizuri, tunaamini huyu ndo ameshikilia furaha yetu. Karibu bibi, enjoy mi sana, mwenyekiti wa Yanga, karibu sana, yaani ndio timu pekee ya muunganyiko wa viongozi na fans wao members, tunaishi mwenye kwa amani, kwa amani na upendo. Yaani unaona mimi hapa najidai kwa sababu nikiwa na mwenye mwenyekiti wangu rais eh, wangu, eh. aswangu na enjoy sana rais kijana amefanya mambo makubwa sana, so lakini kupitia sio, wenzetu wanapita, lakini wajifunze. Wamesikia mechi leo, wanasema goli la kwanza penati mmepewa. Wanasema penati mmepewa, sio kweli, na moja kati ya timu inaongoza kudhulumiwa magoli ni Yanga Afrika ah, timu inayoongoza kudhulumiwa magoli. Magoli. Yanga anadhulumiwa sana magoli sana, si tumeenda Mbeya pale kuna penalty, tumenyimwa ya haki bila haki. Mm, paka leo naona tumekosa pointi tatu, refa kafungiwa kwa sababu ya kudhulumiwa kwetu. <coughs> Penalty ya kwanza ilikuwa ni penalty halali. Fullback imepigwa v pass baada ya kurudisha mpira kwa kipa karudisha kwa mkono, haiwezekani mpira utoke mikononi kwa beki uende kwenye mikono ya golikipa tukakubaliana kwamba ile sio penalti, uongo ambao umekithiri. Ile ilikuwa ni penalti halali. Na baada ya hilo, kama unaliona tumezulumu, basi lifuteni, libaki la pakome pedo, uzuzua kwa sababu limefungwa goli la kideoni, zimepigwa tachi za kutosheleza pale, tachi za kugusa lilo. Unaweza kuelezea shekhi, ebu nipe lile goli lile ambalo zimepigwa tachi pakome akaingiza kambani, umemaliza. Aywa, hello hello, marhaban wa marhaban wa marhaban bikum taala